Kitabu kizuri na waomba tu msiache kusoma kisoma, utajua kwamba haujapoteza pesa yako. Cha kwanza umejipatia mafundisho kwa njia ya uandishi, cha pili utakuwa umetoa sadaka kusapoti kazi ya Mungu kwa njia ya televisheni. Mungu amenipa neema ya kumtumikia kwa njia ya TV ni mwaka sasa, naelekea kufikisha mwaka na nusu. Kesho kipindi changu kitakuwa hewani hata kama sitakuwepo hapa, lakini kipindi changu kitaendelea kuniunganisha mimi na wewe popote ulipo, ni saa 12 kamili jioni kupitia televisheni ya Star TV na Jumapili saa tisa kamili alasiri kupitia televisheni ya Star TV. Kumbuka ni kila wiki, ni kila wiki. Usipokiona basi laba kuna tukio limetokea na kipindi kitapelekwa muda mwingine, lakini siku nilizopewa ni Jumamosi saa 12 kamili jioni, Jumapili saa tisa kamili alasi. Ni kipindi cha nusu saa tu. Kipindi cha nusu saa tu, kwa sababu ni gharama nyingi sana. Namshukuru Mungu tumekuwepo hapa tukiangalia ujumbe unaosema umuhimu wa kuombea majira na nyakati za mwaka, na tuliangalia mambo mengi ya msingi. Tuliangalia umuhimu wa kwanza kwamba mwaka unahitaji kukombolewa. Mwaka unahitaji kukombolewa, yani majira na nyakati za mwaka zinahitaji kukombolewa, ili mipango yako ikawe kama unavyotaka iwe. Umepanga nini mwaka huu ili itimie? Unahitaji kuingia kwenye maombi na kuombea mipango yako na majira na nyakati zisiwe sababu ya kuharibu mipango yako. Na ndo maana nilikwambia jambo la kwanza, majira na nyakati za mwaka zinahitaji kukombolewa. Tumetoka kwenye kipindi cha mvua, tunaenda kwenye kipindi cha kiangazi. Kumbuka katika kipindi hiki cha mvua kuna watu imeacha simulizi, maumivu, uchungu na huzuni. Majira na nyakati zisisababishe yale yaliyo kinyume na wewe utakavyo. Mfano, unaweza ukasafiri kama mimi ambavyo leo ninasafiri safari, baada ya kusababisha furaha ikasababisha uzuni. Unaweza ukasafiri ukafika ukiwa marehemu, ukafika ukiwa huna kiungo, ukafika ukiwa hospitali. Na ndio maana ninakwambia majira na nyakati zinahitaji kukombolewa na hatuna namna nyingine isipokuwa kwa njia ya maombi, kwa njia ya maombi. Jambo la pili, nilikwambia umuhimu wa kuombea majira na nyakati za mwaka, itatusaidia kupata masikio, macho na ufahamu wa kiroho. Umuhimu wa pili wa kuombea majira na nyakati za mwaka, itakusaidia kukupa masikio, macho na ufahamu wa kiroho ukiwa mwombaji Hutahitaji mtu akutabirie, hutahitaji mtu akwambie kwa habari ya kesho. Kesho utaiona kabla haijafika, kesho utaiona kabla haujaifikia. Utasikia mambo ya rohoni, utaelewa, kwa sababu Mungu amekupa ufahamu wa kuelewa mambo ya kiroho. Kwa sababu hiyo, hautakuwa mjinga, kwa sababu hautakuwa, hauta mjinga. Ndio maana nilikwambia umuhimu na jinsi atakavyovuna. Muulize mtu mmoja anayeitwa Ibrahimu alikaa katika kuomba, alikaa katika kumtumikia Mungu. Mungu alipomwonyesha kwamba anamhitaji, mtu akusema huyu sio Mungu. Hivyo ilivyo. Na ndio maana Mungu, Mungu alimwonyesha Ibrahimu kwanza anza we kutoa, na ndio maana ninakwambia umuhimu wa kuomba kwa habari ya majira na nyakati za wakati Mungu atakufundisha namna ya kupanda na jinsi ya kuvuna.